Mgombea wetu wa chama chetu ni mtu mwenye utu, lakini niseme neno moja na ndugu zangu walioko kwenye mitandao moja tu. Tanzania hii imejengwa kwenye misingi imara chini ya wasisi wetu na mwendelezo wake umefanywa daktari Samia. Hatubagwani kwa ukabila wala kwa udini. Niwaombe sana, niwaombe sana hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Uchaguzi huu ni uchaguzi wa kikatiba, sio matakwa ya mtu wala hisia za mtu, na nchi haiendeshi kwa matamko. Tunaendesha nchi kwa mujibu wa katiba. Daktari Samia, alivyoondoka duniani John Pombe Magufuli, aliapa kuilinda katiba, na sisi wana CCM hatutakubali aivunje katiba kwa kuruhusu kelele za kwenye mitandao, na wengi wanaofanya uchochezi ukiwatazama, wana pasipoti, na wengine hawako nchini, wako kwenye nchi zao kule. Niwaombe sisi tulioko hapa, tulioona kazi iliyofanywa na Daktari Samia ya kuongeza pembejeo ya kuhakikisha kwamba mkulima anapata mazingira mazuri ya kulima na mbolea ya ruzuku, tuendelee kumwunga mkono. Tulioona Daktari Samia ameleta pesa na dawa za chanjo kwa ajili ya ng'ombe zetu, tuendelee kuwa na ng'ombe zenye afya bora, tuendelee kumwunga mkono. Tuliopata msaada na mchango wa Daktari Samia, tumeletewa boti za kisasa za uvuvi zinazunguka kwenye ziwa letu Victoria, tuendelee kumwunga mkono. Tuliomwona Daktari Samia ameleta miradi mingi ya maji kutoka ziwa Victoria, imeenda mpaka Tabora, tuendelee kumunga mkono. Wale ambao tunapita kwenye daraja tukifurahia maendeleo, tuendelee kumunga mkono. Tusikubali, tusikubali, tusikubali kutumika